Huu ni utabiri wa kinajimu kwa kila nyota kwa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Kama unataka kujua mwaka elfu mbili na ishirini na tano utakuwaje kulingana na nyota yako, basi tafadhali sana sikiliza video hii. Utapata mwongozo juu ya vitu gani unatakiwa kufanya na vitu gani utakiwa kufanya, pia utapata tahadhari inatakuwa kujihadhari na vitu gani kwa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Mwaka utakuwa ni wa mafanikio sana kwako kama utazingatia vitu vinavyoendana na nyota yako. Tukianza na nyota ya ng'ombe, nyota hii ni kwa wale watu waliozaliwa kuanzia mwezi wa nne tarehe ishirini na moja mpaka mwezi wa tano tarehe ishirini. Kwa hiyo kama birthday yako itaangukia kati ya tarehe hizo hapo katikati tambua kwamba wewe ni nyota ya ng'ombe. Sasa sikiliza utabiri wako wa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Watu wenye nyota ya ng'ombe, elfu mbili na ishirini na tano ni mwaka wenu. Mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano mnatarajiwa kupata mafanikio makubwa sana, na hii inatokana na sayari ya Saturn. Mabadiliko ya hii sayari ya Saturn yataleta ukuaji mzuri katika kazi pamoja na mabadiliko mazuri katika biashara, ingawa naomba mzingatie hili: mta experience kitu kinachoitwa kupanda na kushuka, yani katika vipato vyenu mtapitia season za high na low, lakini at the end, yani mpaka mwaka utakapokuwa unakamilika, mtajikuta ni watu wenye mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo, hapa uvumilivu ndio ufunguo. Kuwa mvumilivu, sio mtu wa katakata tamaa. Nyota ikisha sema bahati iko upande wako, basi tumia hiyo fursa vizuri. Chochote kile utakachokifanya kitakuletea mafanikio mazuri, lakini mafanikio haya ni ya stage. Yani siyo mafanikio ya vap ghafla tu umekuwa bilionea, hapana, ni mafanikio ya stage kwa stage, mpaka mwaka utakapoelekea kuisha utajikuta tayari umepata mafanikio makubwa. Na tukija katika suala la mahusiano watu wenye nyota ya ng'ombe, tutakapoingia katika nusu ya pili ya mwaka, sayari ya Venus italeta mabadiliko makubwa sana kwa wale wanandoa, mtajikuta ndoa inanoga sana, yani mahusiano yenu yataimarika mno mno. Na kwa wale watu ambao mpo single, mtajikuta mnaingia kwenye mahusiano deep, yani mahusiano yenye nguvu ambayo yatapelekea uchumba mpaka ndoa. Na kwa upande wa wanafunzi Yaani wale watu ambao wanasoma eidha upo shule ya msingi sekondari, au chuoni, mtafanikiwa kitaaluma hasa katika mitihani ya ushindani. Kwa hiyo usikate tamaa kama unaona masomo ni magumu, vitu haviendi, kaza buti, bahati iko upande wako, usiache hii fursa ikupite. Kwa ujumla tu niseme watu wenye nyota ya ng'ombe, mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano ni mwaka wenu. Kinachotakiwa ni subira na uvumilivu. Unapoona mambo hayaendi vizuri, basi kaa na matumaini, usikate tamaa, focus mbele, amini kwamba mafanikio makubwa yako mbele yako. Hicho ndicho kitu mnachotakiwa kuwa nacho, watu wenye nyota ya ng'ombe. Nyota ya punda, hii ni kwa wale waliozaliwa kuanzia mwezi wa tatu tarehe ishirini na moja mpaka mwezi wa nne tarehe ishirini hao ni watu wenye nyota ya punda. Mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwenu nyinyi watu wa punda, utakuwa ni mwaka wenye shughuli nyingi, au ni sehemu, utakuwa ni mwaka wenye hekaheka heka nyingi katika nyanja zote. Sasa unachotakiwa kufanya ni kuwa na subira, epuka kuwa na papara, Epuka kuwa na kimuhemuhe. Katika nusu ya kwanza ya mwaka, mnaweza kujikuta mnapitia changamoto nyingi sana kutokana na mabadiliko ya Saturn na Jupiter. Na linapokuja suala la mahusiano, mapenzi yatashamiri kwenu, lakini niwape tahadhari moja: hakikisha kabla hujaingia kwenye mahusiano unajiweka wewe sawa kwanza. Yaani hakikisha upo sawa kiakili kihisia pamoja na kimwili, ndipo uingie katika mahusiano. Hii itakusaidia sana kuepuka changamoto. Usijiingize katika mahusiano kichwa kichwa, please, please, punda. Na pia kwa watu wenye nyota ya punda ni muhimu zaidi, kama bado hujaingia kwenye mahusiano, basi jiingize katika nusu ya pili ya mwaka, kwa sababu hapa mwanzoni mwa mwaka mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano utakuwa ni mwaka wenye changamoto nyingi sana kwenu. Kwa hiyo tuliza kwanza kichwa soma upepo jinsi mambo yanavyokwenda, na jambo la msingi kabisa ni waambie watu wenye nyota ya punda, uangalifu zaidi unapaswa kuwekwa katika swala la afya. Fanya check up mara kwa mara, ukiona kuna kitu kielewi mwilini, kimbilia hospitali. Hii itakusaidia sana. Utabiri wa nyota ya mapacha. Hii ni kwa wale waliozaliwa kuanzia mwezi wa tano tarehe ishirini na moja mpaka mwezi wa sita tarehe ishirini na moja mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Mapacha watapata mabadiliko makubwa ambayo yatapelekea ukuaji katika swala la taaluma, swala la kifedha na pia katika mambo ya kiafya, lakini mabadiliko haya yataanzia Machi, yaani Machi elfu mbili na ishirini na tano, na naomba niwaambie watu wenye nyota ya mapacha ili muweze kupata mafanikio, hakikisha mnafuata kile moyo unapenda. Akili inaweza ikae, inakwambia mambo ni magumu, hiki hakiwezekani, lakini wewe angalia moyo wako unataka nini. Moyo wako utakupa balance ya maisha. Watu wenye nyota ya mapacha huwa wana tabia ya kufikiri sana, huwa wanafikiria vitu logical, yani vitu ambavyo vina make sense. Sasa hii inaweza kukupelekea ukafikiria beyond, ukapata hofu wasiwasi wasi, ukajikuta hufanyi vitu kutokana na unavyofikiria sana. Sasa ili uweze kupata balance kwa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano usikilize moyo wako, na ili uweze kujua moyo wako unasema nini au unataka nini, fanya meditation za mara kwa mara, utajua tu moyo wako unataka nini. Fuata kile ambacho moyo wako unataka, kisha akili yako itakuongoza ukishapata balance Watu wenye nyota ya mapacha, mna uwezekano mkubwa wa kupata mafanikio katika nyanja zote mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Utabiri wa nyota ya kaa. Hii ni kwa wale waliozaliwa kuanzia mwezi wa sita tarehe ishirini na mbili mpaka mwezi wa saba tarehe ishirini na mbili. Watu wenye wa nyota ya kaa, mambo yataanza kuwanyokea kuanzia Mei elfu mbili na ishirini na tano. Hapo sasa ndipo mtaanza kuona vipato vinaongezeka, biashara zinapata faida, na unafuu wa maisha utaanza kuonekana. Lakini naomba mnisikilize kwa makini sana, mnapaswa kuwa waangalifu sana wakati wa kufanya maamuzi, kwa sababu changamoto kutoka kwa maadui zenu kuhusiana na kazi mnazozifanya zinaweza zikaibuka. Kwa hiyo kuwa makini sana na watu unaochangamana nao. Kuwa makini na watu unaofanya nao kazi. Kama utapata anguko lolote lile la kikazi au la kibiashara, tambua kwamba kuna mtu amehusika. Kwa hiyo kuwa makini na watu unaochangamana nao. Kwa upande wa mahusiano ya kimapenzi, mambo yatakuwa ni mazuri kwenu, na kwa wale ambao hamna wapenzi, mtapata wapenzi ambao mnaweza kuchumbiana au kufunga ndoa kabisa tutakapoingia katikati ya mwaka. Watu wenye nyota ya Kaa, mzingatie sana afya zenu. Kuwa makini na kile unachokula, pia zingatia kufanya mazoezi. Kwa upande wa familia, watu wenye nyota ya Kaa, mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano, kunaweza kutokea mvutano kati ya familia zenu, lakini mivutano hiyo haitadumu kwa muda mrefu mpaka utakapomaliza mwaka mtakuwa tayari mmeshapatana. Nyota ya Simba, hii ni kwa wale waliozaliwa kuanzia mwezi wa saba tarehe ishirini na tatu mpaka mwezi wa nane tarehe ishirini na mbili. Watu wenye nyota ya Simba, naomba mnisikilize kwa makini Mwaka wa elfumbili na ishirini na tano ni mwaka wenu, bahati iko upande wenu. Katika miezi ya mwanzo mnaweza kupata changamoto za hapa na pale, hasa katika mahusiano na kazi zenu mnazofanya, lakini mtaanza kuona mabadiliko mazuri kuanzia Mei. Sayari ya Jupita italeta mabadiliko makubwa sana katika upande wa pesa. Kwa wale ambao mtaanzisha biashara, mtaanza kupata mabadiliko mazuri kuanzia mwezi wa tano. Wateja watamiminika, biashara yako itakuwa maarufu na mapato yatakuwa ni makubwa sana. Na kwa wale ambao mlikuwa mnatafuta kazi au ndo mmeanza kazi, mtaanza kupata mabadiliko mazuri kuanzia huu mwezi wa tano. Hapa mwanzoni kuna changamoto fulani fulani mtapitia, lakini kuwa mvumilivu, kuwa na subira, mambo mazuri yatakuja mbele yako. Tukija katika suala la mahusiano na familia baada ya mwezi wa tano upendo utashamiri na maisha ya familia pia yatastawi. Kwa upande wa afya, watu wenye nyota ya simba wanatakiwa kufanya check up za mara kwa mara kuanzia mwaka unapoanza mpaka unapoisha kuwa karibu sana katika kufuatilia ya afya yako. Utabiri wa nyota ya Mashuki, hii ni kwa wale waliozaliwa wa kuanzia mwezi wa nane tarehe ishirini na tatu mpaka mwezi wa tisa tarehe ishirini na mbili mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Kwa watu wenye nyota ya mashuki, utakuwa ni mwaka wenye changamoto pamoja na fursa nyingi. Kwanza kabisa, mwaka tu unapoanza kunaweza kutokea kutoelewana na watu, na hii inatokana na mabadiliko ya sayari. Haya mabadiliko ya sayari yataleta athari kubwa sana za kimawasiliano kwenu nyinyi watu wenye nyota ya mashuki, lakini ukifanya juhudi zenye busara unaweza kuleta maelewano kati ya watu wako wanaokuzunguka, na ili muweze kuepuka migogoro mikubwa, ni vyema mkawa wanyenyekevu na watu wa kujishusha mara kwa mara. Hii itawasaidia sana. Mabadiliko ya sayari ya Satan yanaweza yakawaletea vizuizi katika kazi zenu mnazozifanya, na vizuizi hivi vitaendelea mpaka Machi, yani kuanzia Januari mpaka Machi, mtajikuta mpo katika wakati mgumu sana, lakini kwa msaada wa marafiki zenu mnaweza kujikuta mnasaidika na kushinda hizo changamoto. Kwa hiyo ongea vizuri na watu shirikiana vizuri na watu, na pia mabadiliko makubwa ya kifedha yanaweza kutokea kwenu kuanzia katikati ya mwaka, lakini naomba ni wape angalizo watu wenye nyota ya mashuki mabadiliko haya ya kifedha yanahitaji umakini wa hali ya juu, na pia epuka uwekezaji mkubwa. Hii itakusaidia sana kuweza kumanage vizuri pesa zako. Na pia watu wenye nyota ya mashuki watapitia changamoto fulani katika upande wa mahusiano, haswa kwa wanandoa. Kutakuwa na migogoro mingi sana, mivutano ya hapa na pale, lakini kwa wale walio single wanaweza kujikuta wanaingia katika mapenzi mazito. Tutakapofikia mwishoni mwa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano ukuaji wa kazi, utulivu wa kifedha na maelewano ya familia vinatarajiwa kwenu nyinyi wenye nyota ya mashuke. Nyota ya mizani, hii ni kwa wale waliozaliwa kuanzia mwezi wa tisa tarehe ishirini na tatu mpaka mwezi wa kumi tarehe ishirini na mbili. Watu wenye nyota ya mizani kwa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano utakuwa ni mwaka wa uwekezaji, hasa katika mali isiyohamishika, kwa mfano kama vile nyumba. Sayari ya Jupita itawaongezea mkusanyiko wa mali, na tutakapofikia nusu ya pili ya mwaka, tarajieni fursa nyingi za kazi. Wale mnaotafuta kazi kuna posibiliti kubwa ya kupata kazi katika nusu ya pili ya mwaka, na ili muweze kupata mafanikio zaidi, watu wenye nyota ya mezani, ni muhimu kudumisha maelewano na wenzio, aidha marafiki zako au watu unaofanya nao kazi. Hii itakupelekea kupata mafanikio zaidi. Kwa upande wa mahusiano ya kimapenzi na ya kifamilia, mambo yatakuwa ni mazuri. Kwa upande wa afya, watu wenye nyota ya mezani mnapaswa kudhibiti stress na kuwazawaza kila mara. Watu wenye nyota ya mizani huwa mna tabia ya kuoverthink, yaani kitu kidogo mnakichukulia kwa ukubwa sana mnakiwaza sana. Sasa kwa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano, jiepushie kuwaza kupita kiasi na pia jiepushe na vitu vitakavyokupa stress. Nyota ya nge hii ni kwa wale waliozaliwa wa kuanzia tarehe ishirini na tatu mwezi wa kumi mpaka tarehe ishirini na moja mwezi wa kumi na moja elfu mbili na ishirini na tano italeta mabadiliko makubwa ya kimaisha kwa watu wenye nyota ya nge kwa baadhi yenu tarajieni kupandishwa cheo na fursa mpya za biashara na hasa kuanzia mwezi wa tano kuanzia mwezi wa saba mpaka mwezi wa tisa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano mnaweza mkasheki kidogo kiuchumi, mambo yanaweza yasiwe mazuri, lakini hii si kufanya ukati tamaa. Unahitaji kuwa mvumilivu, kwa sababu mambo mazuri yapo mbele yako, yatakuja. Kwa upande wa mahusiano ya kimapenzi, mtajikuta mnapata changamoto za hapa na pale, lakini baada ya nusu ya pili ya mwaka mtapata fursa ya kukutana na watu wapya na mapenzi yatashamiri. Katika upande wa kiafya hali itakuwa shwari lakini itakapofikia katikati ya mwaka, watu wenye nyota ya nge itaidini sana kuepuka msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo unaweza ukahatarisha afya yenu kwa ujumla. Watu wenye nyota ya nge mnatakiwa kuwa wavumilivu sana, kwa sababu mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano utakuwa na kupanda na kushuka, yaani utakuwa na ups and down. Sasa usipokuwa mvumilivu unaweza kujikuta unakata tamaa mapema. Mwaka unavyoanza mambo yanakuwa magumu, alafu pale kuanzia mwezi wa tano mpaka wa sita mambo yataanza kupanda juu, vitu vitaanza kufunguka, lakini kuanzia Julai mpaka Septemba utaona mambo yanaanza kushuka. Thereafter mambo yataanza kurudi tena katika mstari. Kwa hiyo usikate tamaa, endelea kukaza buti. Nyota ya mshale. Hii ni kwa wale waliozaliwa kuanzia mwezi wa kumi na moja tarehe ishirini na mbili mpaka tarehe ishirini na moja mwezi wa kumi na mbili. Utabiri wenu wa nyota upo kama ifuatavyo. Watu wenye nyota ya mshale ambao wanajihusisha na ujasiriamali mtangara mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano ni wenu. Mtaanza kuyaona mafanikio kuanzia mwezi wa nne na kuendelea. Kuna uwezekano mkubwa wa mafanikio ya kifedha, lakini tahadhari ni muhimu ili kuweza kuepuka kutumia pesa kupita kiasi. Kwa hiyo kuweni makini sana na matumizi ya pesa na epuka kuwakopesha watu hovyu, inaweza kukukosti. Kwa upande wa mahusiano, hasa kwa mshale walioolewa, wataona mambo mazuri, lakini kwa upande wa afya hasa katika nyanja ya kifamilia unaweza kukumbana na changamoto za hapa na pale. Kwa hiyo kuweni makini sana na vyakula mnavyokula na pia lifestyle yenu jaribuni kuibadilisha kwa ujumla. Na pia watu wenye nyota ya mshale kwa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano, mtapata safari za hapa na pale, na safari hizo zinaweza zikawa ni fupi au ndefu. Naomba nisisitize tena kwa watu wenye nyota ya mshale wekeni tahadhari sana kwenye suala la afya hasa mwishoni mwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Nyota ya mbuzi, hii ni kwa wale waliozaliwa kuanzia tarehe ishirini na mbili mwezi wa kumi na mbili mpaka tarehe kumi na tisa mwezi wa kwanza mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Kwenu nyinyi watu wenye nyota ya mbuzi utakuwa ni mwaka wa kufanya maamuzi muhimu. Fursa nyingi za kazi zitaibuka kwenu, lakini bidii na subira ni kitu muhimu kukitanguliza mbele. Watu wenye nyota ya mbuzi ni watu ambao huwa wanapenda mafanikio ya haraka, lakini sasa kwa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano, watu wenye nyota ya mbuzi mnashauriwa kwamba maendeleo ya hatua kwa hatua ni muhimu zaidi kwenu kuliko mafanikio ya ghafla. Kwa hiyo ni muhimu mkawa na subira zaidi kwa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Subira itawafikisha kwenye mafanikio. Naweza nikasema kwamba mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano sio mwaka wa kufosi, ni mwaka unaotakiwa kuenda na uvumilivu wa hali ya juu. Kwa hiyo watu wenye nyota ya mbuzi, zingatieni sana hilo. Ukiona mambo hayaendi au ukiona mambo yanaenda taratibu, kuwa na subira, kuwa na uvumilivu, vitu vitanyoka. Kwa upande wa familia hali ya kuto kuridhika itatokea mara kwa mara. Watu wenye nyota ya mbuzi tarajieni kulaumiwa sana na wanafamilia wenu, lakini at the end mambo yatakuja kukaa vizuri. Na pia mabadiliko ya sayari ya Mars pamoja na Jupiter yataleta nishati mpya ndani yenu, kwenu nyinyi nyota ya mbuzi. Hii itawafanya mbuzi mfanye maamuzi muhimu kwa upande wa mahusiano, mahusiano yatakuwa ni muhimu sana kwenu, ambapo yatakuwa yanachochewa na sayari ya Venus pamoja na Mars. Kwa ujumla, naweza nikasema kwamba watu wenye nyota ya mbuzi kufikia mwisho wa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano mtaona matokeo ya juhudi zenu. Nyota ya ndoo, hii ni kwa wale waliozaliwa kuanzia tarehe ishirini mwezi wa kwanza mpaka tarehe kumi na nane mwezi wa pili. Mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano wenye nyota ya ndoo mtapata utulivu hasa kuanzia Januari. Nyinyi kidogo mtakuwa tofauti na nyota zingine. Nyota nyingine zote mwanzoni mwa mwaka wata experience changamoto za hapa na pale, lakini kwa nyinyi wenye nyota ya ndoo mtapata ka utulivu fulani hivi. Mabadiliko ya sayari ya Mars yatakuwa yanayohamasisha kufanya miradi muhimu na kuleta maendeleo makubwa ya kifedha. Tutakapofikia katikati ya mwaka, watu wenye nyota ya ndoo mnaweza kuanza kujihusisha na mambo ya kijamii, lakini hapa tahadhari ni muhimu. Katika suala la mahusiano na familia, kila kitu kitakuwa shwari, lakini mnashauriwa watu wenye nyota ya ndoo, kama unataka kuanzisha mahusiano mapya au unataka kuingia katika hatua fulani, aidha kuchumbia au kufunga ndoa, basi fanya katika nusu ya pili ya mwaka. Nyota ya samaki, hii ni kwa wale waliozaliwa kuanzia tarehe kumi na tisa mwezi wa pili mpaka tarehe ishirini mwezi wa tatu. Watu wenye nyota ya samaki mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano utakuwa ni mwaka wa kufanya uchunguzi na maamuzi muhimu. Watu wenye nyota ya samaki huwa mna tabia ya kukosa maamuzi, na hasa kutokana na hisia ya zenu, yani mnakuwa indecisive. Sasa kwa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano, fanya maamuzi. Kama ulikuwa kwenye mahusiano ya muda mrefu, sasa ni muda wa kuoa au kuolewa. Kama ulikuwa una plani kupata mtoto au watoto mwaka wa 2025 ni mwaka wa kufanya maamuzi. Changamoto za kifedha zinaweza zikatokea mwanzoni mwa mwaka, lakini baada ya nusu ya pili ya mwaka mambo yataanza kuwa mazuri. Kunaweza kukatokea matatizo yanayohusiana na afya, hasa katika nusu ya kwanza ya mwaka, lakini katika nusu ya pili ya mwaka mta experience maendeleo ya kazi kwa wale walio serious na kazi zao. Upendo na mawasiliano mazuri vitastawi katika familia zenu pale tu mwaka unapoanza, lakini kueni na tahadhari ili kuweza kuepuka migogoro katika mahusiano yenu, hasa mahusiano ya uchumba au ndoa. Kwa wale wanafunzi mnaojiandaa na mitihani, tarajieni kupata matokeo mazuri katika mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Kwa ujumla, naweza nikasema kwamba mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano umegawanyika katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni hii nusu ya kwanza ya mwaka hii itakuwa na changamoto nyingi kwa watu wengi. Nusu ya pili ya mwaka itakuwa ni nzuri kwa kila mtu, kama utazingatia yale yanayohusiana na nyota yako. Vipindi vikuu viwili vya ulimwengu vitakuwa vinakukumbusha kila mara, full moon na mwezi mwandamo. Jambo la kuzingatia ni kwamba kuwa positive muda wote na amini katika mafanikio, amini katika ushindi, usikae kinyonge. Ulimwengu haupo kwa ajili ya watu wanyonge. Ulimwengu huu una wafeva watu ambao tayari wanaamini katika mafanikio. Kwa hiyo amini wewe ni mshindi, na amini wewe tayari umeshafanikiwa. Kwa jinsi ambavyo unaamini, ndivyo ambavyo mafanikio yatakuja upande wako. Tafadhali sana na kuomba share video hii na wale wapendao, ili na wao waweze kujifunza. Hakikisha una subscribe ili usije kupitwa na video zetu nyingine zinazofuata. Asante sana.